Na bwana, moja kati ya vitu ambavyo vime happen huko mtandaoni ni kwamba wadau mbalimbali mbali wa mziki wa Bongo Flavor wamekuwa wakijaji hizi nyimbo mbili ambazo zimetoka hivi karibuni. Nazungumzia wimbo ambao unakwenda kwa jina la Down, ambao huu ni wimbo wa Diamond Platnumz, lakini pia vile vile tunafahamu kwamba Konde Boy Harmonize naye ameachia ngoma mpya ambayo inakwenda kwa jina la Best Couple ambayo ameshirikiana na Rude Boy wa P Square kutoka Nigeria. Sasa basi kwa mujibu wa kitu ambacho kimezungumzwa na moja kati ya wadau maarufu tu huko mtandaoni ambaye anafahamika kwa jina la Haja the Incredible amezungumza akidai kwamba Diamond Platnumz kiukweli ni kama vile amemuonea tu Harmonize. Kutokana na, na kwamba ngoma ambayo ameitoa Harmonize imeonekana ni ngoma dhaifu, yani ngoma ambayo iko very weak ukilinganisha na ngoma ambayo ameitoa yeye Diamond kwa sababu Diamond ametoa nyimbo ya maadhi ya mapiano na sasa hivi ni wakati ambao ndizo nyimbo ambazo kiukweli zinaenda kimataifa, so kutoa nyimbo ya bongo flavor, ya mapenzi watuuaga wazipagi ta, wazipagi sana eh, time kutokana na kwamba ni nyimbo ambazo uh, hazina vibe. Unaelewa, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa hapa. Haja ameelezea katika kipindi cha flavor. Uh, huko 90.0 Bongo FM ameelezea, uh, kwamba ngoma ya Down ilivyotoka ni nyimbo ambayo Diamond aliitizi kwa muda mrefu tokea kipindi yuko London. Uh, tuliona klipu ambazo anaimba kwenye zile studio na sehemu ambazo walikuwa wanapita kwenye mainterview ya media huko London, Uingereza. Alikuwa yuko na baba Levo Diamond, wakawa wanaimba nyimbo hiyo ya Down kama kionjo, na kiukweli watu wengi sana walikuwa wanaisubiri hiyo ngoma kwa hamu sana eh, ili mradi tu iweze kutoka ili watu waweze kuisikia. So kwa kifupi ni kwamba Haja amedai kwamba Down inafanya vizuri kutokana na kwamba ni wimbo ambao eh, ni, piano, ni ya mapiano na ni aina ya nyimbo ambazo sasa hivi zinafanya vizuri sana. Yaani sokoni ni nyimbo ambazo zinaenda. Hivyo basi Haja akadai kwamba alikuwa anatamani aone hata Harmonize naye pia afanye nyimbo za kimataifa ili kupeleka hii industry kimataifa zaidi, sio hizi ngoma ambazo amezitoa, ambazo ni nyimbo hafifu, ni nyimbo wiki na ita struggle sana kuingia so katika soko la kimataifa, na hata kupata nafasi, ukizingatia ushindani ambao sasa hivi unaendelea. So kwa kifupi ni kwamba Haja amedai kwamba kwa kusema ule ukweli, honestly speaking, Diamond ni kama vile anamuonea Harmonize, na pia vile vile Harmonize hapaswi kupitia maumivu ambayo anayoyapitia kwa sasa hivi. Harmonize anatakiwa ulize kichwa ili aje na comeback nyingine kwa ukubwa na angalie soko la sasa hivi exactly ni nini linataka na wapi linaenda. Ukisikiliza nyimbo ya down, ni vision ya nyimbo za kimataifa. Maona, yani Diamond ameshajua ile code ya kuhakikisha kwamba nyimbo nyimbo zinapenya nje kiurahisi miaka mitatu. Nyimbo zinaonyesha kabisa kwamba zina uwezo mkubwa, zina potential ya kwenda worldwide. So kwa kifupi ni kwamba Haja anadai kwamba wasanii wa Tanzania sasa hivi wanapaswa kushambulia zaidi kupeleka mziki kimataifa, na sio tena kuangaika kuhakikisha kwamba ngoma zinafanya vizuri hapa hapa tu Tanzania. Hiyo ni kazi ya kuachia kina J Melody, lakini hawa wasanii wengine ilitakiwa wapambanie soko la kimataifa kwa mujibu wa kwa mujibu wa Haja, anadai kwamba hata juzi tumeona movement za Diamond Platinumz akiwa yuko na wasanii kutoka Ghana, Nigeria, Kenya na nchi nyingine tofauti tofauti. Tuliona kina Stoneboy, wakina Adekunle Gold, tuliona kina Davido, Bien na wengine kibao huko Paris, Ufaransa. Na Musa Kizi kutoka South Africa. So, Diamond bado anaonyesha wazi kwamba anapambania soko la kuhakikisha kwamba mziki unaenda mbele lakini sio tu kwa kulinki na watu lakini vile vile, eh, ni kwamba kwa kazi ambazo anazozifanya kama hii aliyoitoa hivi karibuni ambayo inakwenda kwa jina la Down. So, hapa katika Bongo FM ameposta katika ombi, bwana Diamond anamwonea Harmonize, hastahili adhabu hii. Haja amezungumza hivyo. Umeona bwana. Haya, lakini ukiachana na hilo tukizungumzia hizi ngoma sasa hivi huko YouTube, bado ngoma bado ni kwamba ngoma ya Harmonize bado inaongoza kwa views ikiwa imetoka siku moja iliyopita, eh, na Diamond naye pia ngoma yake imetoka siku moja iliyopita, zote ni one day ago, lakini zinafuatana eh, ngoma ya Harmonize ina jumla ya views laki mbili na elfu tisini na mbili. Alafu ngoma ya Diamond ina jumla ya views laki moja na elfu tisini na saba lakini kwenye upande wa trending, ngoma ya damu ya Harmonize iko trending number saba kwenye upande wa music huko YouTube kwa sasa, na ngoma ya Diamond iko on trending number nane. Umeona bwana eh, so tutazidi kukupa update kuhusiana na hii issue, lakini pia Haja akaja akatweet kupitia ukurasa wake wa Insta wa Twitter akaandika kwamba, bwana, ningekuwa Harmonize au kwenye timu ya watoa maamuzi vesi ya Rudeboy nisingeiruhusu iwekwe kwenye hiyo ngoma hata kwa ngumi. It is boring, yani inaboa kuisikiliza. Some melody, same verse 10 years back yani, ni melody za kizamani na verse za kizamani za miaka kumi iliyopita nowadays. Mziki usije ukadhania kwamba mziki wa sasa hivi ni wa kibunifu zaidi. Sijaona umuhimu wa hii kolabo kwenye ngoma ya, da, ya Harmonize. Alafu hapa chini bwana, katika caption ya Instagram akaandika kwamba licha ya ukali wa ngoma hii, inaweza kufanya vizuri zaidi local market, yani hapa paki Tanzania, Tanzania, Tanzania. Mimi sijaridhishwa na performance ya huyu Rude Boy kwenye hii jam ya Harmonize kufanya vitu, kafanya vitu vya kawaida sana. Mambo mengi ni yale yale ya tuliyoyazoea. Ukubwa anasema kwamba mkubwa anakuaje na verse kama, kazali, kama kazalimishwa kwenye ngoma ya mwenetu hii ina tafsiri uvivu, kwa upande wangu, kuchukulia vitu poa. Ni kama vile aliombwa kwa kulazimishwa kuweka verse katika hiyo ngoma. Kwa nini line ya beautiful nyinye tena mwaka huu 2025 while tukisha malizana while tulisha malizana nayo takriban miaka kumi na tatu nyuma? Umeona, huyo ni Haja ameandika hivyo, akaendelea hapa kusema kwamba nani karuhusu vesi hii iwekwe? Nothing new, uimbaji ni ule ule, ndo kusema kwamba uwezo wake umeishia hapo. mimi ningekuwa Miss Brown na huyu ni meneja sasa. Yani kama haja anasema kwamba yeye ndo angekuwa meneja wa Harmonize au jembe au chopa, asingekubali hiyo verse. kama ningekuwa nimem, kama ningekuwa nimemlipa angerudia hata mara kumi. Mimi sio mtu wa kukubali yaishe kiu rahisi bwana eh. Akaendelea hapa kusema kwamba napenda vitu vipya na vya kibunifu. The rest tuendelee kusapoti mziki mzuri wa Konde Boy. Ameandika hivyo haja kuhusiana na hii ngoma. Kwa hiyo sasa hivi hapa ni kwamba eh, haja yeye anadai kwamba ngoma ya Harmonize ukilinganisha na ya Diamond, ya Harmonize inaonekana ni dhaifu. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba verse ambayo ameitia huyu Peter, huyu ni Paul wa Rude, au Rude Boy wa P Square kutoka Nigeria ni verse ya kizamani. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana, katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.